Baada ya TAKUKURU kuzuia malipo ya shilingi milioni 329 laki 479 na 600 kwa kampuni ya African Power Machinery, kwani majenereta ya waliokuwa wamewasilisha awali hayakuendana na specification iliyotolewa na uh, KIA na ukaguzi wa TEMESA ulibaini kasoro kadhaa kwenye engine, nyaya za majenereta na kutu katika baadhi ya maeneo. Kutokana na mapungufu hayo, Takuru ilimtaka mzabuni huyo aondoe majenereta hayo na kuwasilisha majenereta yanayokidhi vigezo. Naye alifanya hivyo na kuwasilisha majenereta mapya mnamo Machi 2025. Katika kuendelea kushirikisha wadau katika mapambano dhidi ya rushwa na kuhakikisha thamani ya fedha inapatikana katika manunuzi na utekelezaji wa miradi ya serikali, tulishirikiana na TEMESA na kuisaidia Kilimanjaro International Airport KIA kupokea majenereta mawili yenye ubora. <coughs> Takukuru na Temesa tulikagua na kuthibitisha ubora wa majenereta hayo kabla ya kupokelewa rasmi, hivyo majenereta hayo yalipokelewa na kuwashwa mnamo tarehe tatu Aprili 2025 yakiwa salama na mpaka sasa yanaendelea kutumika Kari katika hatua nyingine katika kuhakikisha serikali inafikia malengo yake ya kukuza uchumi kupitia ukusanyaji wa mapato, tumefuatilia makusanyo ya mapato katika mnada wa njia panda ambao kwa muda mrefu umekuwa ukikusanya mapato yasiyozidi shilingi milioni moja na elfu 24 kwa wiki. Mnamo mwezi Februari 2025, TAKUKURU kituo maalum Olili walifanya ufuatiliaji wa ukusanyaji wa mapato ya mnada huo. Kwa siku mbili za mnada, mapato yaliongezeka kutoka shilingi milioni moja na 24,000 hadi shilingi milioni moja laki nne shina mbili wiki ya kwanza, na shilingi milioni moja laki nne arobaini na sita elfu wiki ya pili. Aa, katika dawati la uziaji rushwa miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 30,546,298 na shilingi 95.35 katika sekta ya afya, elimu, ujenzi, ufugaji, utawala, viwanda na biashara vimefuatiliwa ambapo ushauri ulitolewa kwa baadhi ya miradi iliyobainika kuwa na kasoro.